E, karibu kwenye Mifa TV ndugu mtazamaji, leo tuna habari ambayo siyo nzuri zaidi, ni habari ya masikitiko na ni habari ya kifo. Kama ilivyoandikwa kwenye vitabu vya dini, inasema kuwa kila nafsi itaonja umauti, na sasa hivi umauti umemkuta Papa Francis. Afariki akiwa na umri wa miaka 88. Vatican inasema Kiongozi wa kanisa Katolika duniani Papa Francis alifariki dunia Jumatatu ya Pasaka Aprili 21, 2025, akiwa na umri wa miaka 88 katika makazi yake katika Casa Santa Marta, Vatican. Muda mfupi uliopita, Mwadhama Kardinali Fereli alitangaza kitiko kifo cha Baba Mtakatifu Francis kwa maneno haya: Ndugu wapendwa kwa huzuni kubwa sinabudi kutangaza kifo cha Baba Mtakatifu Francisco. Saa moja na dakika 35 asubuhi ya leo, saa za huko, askofu wa Roma Francis alirudi nyumbani kwa Baba. Maisha yake yote yaliweka wakfu kwa huduma ya Bwana na kanisa lake. Alitufundisha kuishi mahadili ya Injili kwa uaminifu, ujasiri na upendo wa ulimwengu wote hasa kwa ajili ya maskini zaidi na waliotengwa zaidi. Faraeli aliongeza. Kwa shukrani nyingi sana kwa ajili ya kielezo chake kama mfasi wa kweli wa Bwana Yesu, tunaipongeza roho ya Papa Francisco kwa upendo wa huruma usiyokuwa na kikomo wa Mungu mmoja na wa utatu. Kifo cha papa kimekuja chini ya masaa 24, baada ya kujitokeza kwenye uwanja wa St. Peter's Square mjini Vatican kwa ajili ya Jumapili ya Pasaka. Alitoka akiwa kwenye kiti cha magurudumu na kupunga mkono kutoka kwenye baradha la basilika ya St. Peter's, kwa umati wa watu waliokuwa wakishangilia na kusema, ndugu wapendwa, pasaka njema. Hotuba yake ya Pasaka na baraka ilisomwa na msaidizi alipokuwa ameketi akitazama. Baada ya baraka, alizungushwa kwenye uwanja, alipopita katikati ya umati. Msafara wake ulisimama mara kadhaa, huku watoto wachanga wakiletwa ili awabariki. Katika miezi ya mwisho ya maisha yake, hali mbaya ya afya ya papa ilimfanya kutumia wiki kadhaa hospitalini. Mnamo tarehe 14 Februari, mzee huyo wa miaka 88 alipelekwa katika hospitali ya Gemelli huko Roma kutibiwa homa ya mapafu. Alikuwa na shida ya kupumua kwa siku kadhaa, aliruhusiwa kutoka hospitalini mnamo Machi 23. Papa alishambuliwa hasa na homa ya mapafu ambayo ni maambukizi yaweza kusababishwa na bakteria, virusi au fungus. Baada ya kuondolewa sehemu ya mapafu akiwa kijana, na hapo utakutana na viongozi mbalimbali waliotoa salamu za rambirambi. Ikulu ya White House imetoa salamu za rambirambi kifo cha papa katika chapisho kwenye mitandao ya X. Pumzika kwa amani Papa Francis, chapisho hilo linasema, pamoja na picha ya papa akikutana na rais wa Marekani Donald Trump na mkewe Melania na picha nyingine ya papa akikutana na JD Vance jana. Rais wa tume ya umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen anasema aliongoza mamilioni mbali ya zaidi ya kanisa Katolika kwa unyenyekevu na upendo wake safi kwa wasiojiweza. Waziri mkuu wa India Narendra Modi alisema ameumizwa sana na kifo cha Papa Francis. Waziri mkuu wa Poland Donald Tusk anamkumbuka Papa Francis kama mtu mzuri na mchangamfu. Rais wa Misri Abdul Fattah Al-Sisi anasema Papa Francis alikuwa sauti ya amani, upendo na huruma. Kama nilivyowaambia mwanzo, hapa kwenye Mifa TV utajipatia habari mbalimbali zinazopitikana hapa chini ya jua hakuna kitu ambacho kitakupita, ikiwa utachagua kuwa na sisi e, watu wengi sio wa Kristo tu, hata ambao wasiokuwa na imani aidha, ambao hawaamini wa wote, wanatoa salamu za rambirambi kwa kitu ambacho kimetokea sasa hivi, hasa kwa wakatoliki ambao wamepoteza kiongozi wao mkuu kwenye kanisa lao. E, asante kwa kutufuatilia, mtangazaji wako ni William Ebisampelatan, aka Mane Magnet, eti, ni baba sita. Asante sana. Hii ni Mifa TV.